Halo wa viti vizuri vilivyobaki ni hivi vya blue, itakuja kutoka ili uwekwe blue, kwa maana ya kufanya rangi ya taifa. Bebele, rangi za taifa kwa maana blue, kijani, njano na nyeusi, ndo rangi ya bendera ya taifa. Kwa hiyo hilo halina shida, na upande huu pataandikwa Benjamin Mkapa Stadium. Kwa hiyo itapendeza, running track imekaa vizuri. Sisi mahitaji ilikuwa ni pitch, na nirudie tena, Ziara hii ni ya kawaida. Sasa tulianza kukagua jimkana lowscul pamoja na Meja Jenerali Samuyo, tukaenda Zanzibar, narudi Mkapa na Mkapa nitarudi tena kubo, wa wa kwa sababu bado package ni kubwa na tutaenda Gombani ili kujiridhisha. Mkakati wa serikali wa kuhakikisha michezo inachezwa Tanzania unabaki kuwa ule ule na kwa kuwa tumewapa wakandarasi, wanawajibika kutupa taarifa za mara kwa mara. Kwa hiyo nimefurahi leo kusikia kwamba pichi ya Mkapa iko vizuri na viwanja vingine vyote vizuri, na kule kunaendelea vizuri, na hapa sasa sisi tumefurahi kusikia hiyo. Tuliposikia kwamba uwanja huu hautatumika tulipata shok, kuonekana kwa kwamba labda watu wetu tuwapa kazi ya kutengeneza hawajawajibika lakini seme hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira miguu Afrika, wala hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira duniani. Sisi jukumu letu ni kuimarisha miundo mbinu, na hapa tumekuja kukagua miundo mbinu, na bahati tumepata taarifa miundo mbinu hii inaweza kutumika hata leo na kuendelea muhimu ni pale ambako kunatokea dosari, watuambie kuna dosari, kwa sababu marais wetu Dr Samia na mheshimiwa Mwinyi wametenga fedha kutosha kuhakikisha kwamba ukarabati wa miundombinu hii wakati wote unafanyika ili mashindano uakuchezeka Tanzania. Kweo, tunao wajibu wa watendaji wenzangu wa serikali kufanya ufuatiliaji kama tunavyofanya kufanya ufuatiliaji kama ambavyo tunafuatilia. Kwa hiyo malalamiko yanaweza kuja kutokana kwa hayo. Kinachosikika hicho, hiyo ni shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, na klabu yenyewe. Sisi kama serikali, miundombinu uwanja uko vizuri. Wakiamua tutawaruhusu waendelee, sisi hatuna shida. Tumeshawajengea na tumeweka fedha kwa ajili yao ile ya kutumia. Hata leo wakitaka kutumia leo, watumie tu. Taa tumeweka, wakitaka kucheza saa nne usiku, inachezeka. Wakitaka saa kumi mchana mchana, ruhusa. Sisi hatuna shida. Kwa hiyo hayo ndio maazimio ya kikao chetu cha leo. Kwa hiyo Mheshimiwa mwenyekiti wa baraza ya michezo, niupongeze kwa usimamizi wa karibu pamoja na wizara, na sasa tunaendelea isamuyo. Na kwa bahati nzuri mkandarasi nini, tuka tarehe ambazo tumewekeana bado yuko kwenye time, kwa hatuna mashaka na yeye na kampuni hii inaweka viti na huko installation inaendelea vizuri, na pia mwaka huu kule VIP, ili viongozi wanaotaka kulipa na nini wakae huko huko juu, huko kwenye vioo, huko wanapata na AC zao huko huko. Kwa hiyo uwanja wetu utakuwa bora zaidi baada ya kukamilika kwenye maeneo yote haya. Kwa hiyo niwashukuru wote, Mheshimiwa Waziri na wa, nakushukuru katibu mkuu, muendelee kusimamia, Mheshimiwa mwenyekiti baraza la michezo, na mtendaji wetu wa baraza la michezo Wakandarasi, nawashukuru sana wote, mwendelee na kazi. Na baada ya hapo e, niwaage sasa. Tutawajulisha tutakapokuja tena kukagua maeneo ya ndani e, ili tuone maendeleo hayo.